Ya hebana inakuwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi siku ya leo. Tunaongelelea ile ishu ya padre ambayo anajulikana kama Camillus Nikata kupotea Oktoba tarehe tisa mwaka huu. Sasa padre Camillus Nikata alikuwa padre ama bado ni padre wa jimbo la Songea, pia ni mwadhiri wa chuo kikuu cha mtakatifu Agostino Tanzania maeneo ya Mwanza kumekuwa na stories nyingi kuhusu ile hali ya padre huyu kupotea. Na jeshi la polisi wanasema kuwa waliwajibika kwa uwezo wao kuhakikisha kuwa wamempata padre huyu salama wa Salmin. Sasa kuna taarifa ambayo walitoa wakisema kuwa padre huyu walimpata msituni kama anatumia tu maji, na vilevile vile pia alikuwa anatumia karanga kusurvive. Napenda kutoa taarifa ya kupatikana kwa padre Alon Nikata kama ifuatavyo: tarehe tisa mwezi wa kumi 2025 jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa padri Camelius Nikata wa jimbo kuu Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha mtakatifu Agustino Tanzania, yani SAUT Mwanza. Taarifa ni kwamba baada ya kupotea kwa padri huyo makachero wabobezi wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma walianza kufanya upelelezi wa kina, kama walivyokuwa maidi kumtafuta padri huyo kwa kutumia njia zote za upelelezi. Kufuatia upelelezi huo, leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025 padri Kamilius Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa Mawa, iko kata ya Hanga Hanga. Hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao Padre Camilius Alon Nikata. Padre amepatikana akiwa hai, akiwa mzima kabisa, akiwa hana jeraha, akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka Uh, jimboni, siku ile jioni akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa kwanza, alitoka alitoka nacho kikiwa akiwa pale na lakini, padri amepatikana akiwa mazoofu kwa njaa, baada ya kutokula kwa siku nyingi, na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Aidha, padri huyo amekutwa na begi lake dogo laondoka nalo likiwa limeanza kuliwa na mchwa amekutwa na hati ya kusafiria alafu, baadaye pia wakatoa taarifa wakasema kuwa sababu ambazo zilimpelekea padre huyu kupotea ama kutoweka, ya kwanza wanasema kuwa alikuwa na msongo wa mawazo, na msongo wa mawazo ulikuwa unatokana na ile hali ya padre huyu kuachwa na mpenzi wake, ambapo wengi wanajiuliza inakuwaje padre ana demu. Alafu kuna ishu ya yeye kuwa na madeni kupitiliza. Sasa hizi ndo sababu ambazo zilimpelekea padre huyu kutoweka kwa mujibu wa jeshi la polisi. Sasa hizi ni taarifa ambazo zimekanwa na kanisa Katoliki. Wanasema kuwa hizi ni taarifa za uchonganishi, taarifa ambazo hazifai zaidi. Alafu wengine pia wanajiuliza inakuwaje jeshi la polisi kutoa taarifa kama hizi. Kuna zile taarifa ambazo wangewacha pembeni, alafu wapeane taarifa za kimsingi kuhusiana na ile hali ya padre huyu kutoweka. Lakini unajua jeshi la polisi walikuwa wanawajibika kuhakisha kuwa wamepeana taarifa ya kutosha kuhusu ile hali ya kupotea kwa padre Camelas Nikata wa jimbo la Songea. Sasa kuna mjadala ambao bado unaendelea kwenye mitandao ya kijamii, na mmoja wa wale ambao wametoa huu mjadala ni jamaa fulani ambaye anajulikana kama Clemence Mwandambo ambaye huwa anafanya video tofauti tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Huyu ni jamaa ambaye amejulikana kwa kauli mbiu, anasema kuwa bana Clemence Mwandambo, mimi nimechoka sasa. Ameongelelea ishu hii, anasema kuwa kwa nini sasa watu watilie shaka taarifa ambazo zilitolewa na jeshi la polisi, ilhali kuna vitu vingi ambavyo vinaonyesha maovu ya kanisa Katoliki na vilevile wahusika wakuu akapeana matokeo tofauti tofauti ya mapadre na vilevile vile Papa wa Katoliki kukiri ya kuwa watoto walilawitiwa katika kanisa Katoliki. Sasa Clemence Mwandambo amelizamia suala hili, amefanya video moja ya takriban dakika moja na sekunde kadhaa akiongelelea ishu hii. Anasema kuwa kanisa Katoliki halifai kukana taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi. Sasa video yake imeenda hivi. polisi polisi wametoa taarifa kuhusu padri aliyepotea huyo, kwamba ho alikuwa anahonga mwanamke, ana madeni. Polisi wametoa taarifa, Kanisa Katoliki linapinga ile taarifa kwamba ni kulidhalilisha kanisa. Nataka niwaulize, Papa aliomba msamaha kwa mapadri kulawiti watoto wadogo, watoto wa kiume. Papa aliomba msamaha. Aya, huyo amedhalilisha kanisa na kwenda. Kuna padri maeneo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam alikutwa na mtoto wa kiume anamlawiti huyo, hadhalilishi kanisa? Aya, twende. Kuna padri ameua mtoto wa Rubino, mtoto wa Rubino, alafu mnasema oh, wanadhalilisha kanisa. Nyinyi wenyewe kwa vitendo vyenu mnadhalilisha kanisa lenu. Nimemaliza. baba yenu Clemence Mwandambo nachoka ms. Sasa baada ya jamaa huyu ambaye anajulikana kama Clemence Mwandambo ambaye ni maarufu zaidi kwenye mitandao ya Instagram kutoa video hii, kuna wengi ambao wamedondosha komenti zao kwenye hii posti ambayo ameitoa. Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama Patrick Toza anasema watoto wa Clemence Mwandambo tujuane hapa, mimi Firstborn. Alafu akaweka emoji za kucheka. Chanzur Thada anasema breakfast unapata saa ngapi, baba yetu ulie porini? Alafu mwingine anajulikana kama Dauda Bas 015 anasema Clemens Mwandambo IQ kubwa sana huyu. Alafu akaweka emoji hapo za akili. Mr Masifa tu anasema, baba, hivi shati unavaa saa ngapi maana mimi kama kijana wako mkubwa nataka nikuletee mashati sasa, nimechoka nimechoka na hizo blausi ah, baba. Nimemaliza. Alafu Betika Andasko Bonga anasema baba una kipunje cha mchele kidevuni. Huyu sasa anajaribu kumwambia bana una uchafu kidevuni. Alafu mngine anajulikana kama Bongo Broadcast anasema ila jamani, mtu mmoja ajitolea amfanyie scrub baba yetu. Hii ni page ya uzalendo guys. Alafu official Mwindi anasema baba leo hujachoka kabisa, full madini muda wote. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinakuwa uh, zinadondoshwa kwenye timeline ya jamaa ambaye anajulikana kama Clemence Mwandambo, anajaribu kuhoji wale ambao wanatilia shaka taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi kuhusu kupotea ama kupatikana kwake padre ambaye anajulikana kama Kamilas ni kata ambaye alipotea Oktoba tarehe 9 mwaka huu. Sasa huyu ni padre ambaye ni mwadhiri pia katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino Tanzania maeneo ya Mwanza, na alipotea katika njia tatanishi. Watu wakaanza kutilia shaka ile hali ya yeye kupotea, alafu baadaye kupatikana. Jeshi la polisi wakasema kuwa wao ndio waliweka juhudi za mchu wa kuhakikisha kuwa padre huyu amepatikana, alafu baadaye wakapeana taarifa

huyo amedhalisha kanisa na kwenda kuna padri maeneo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam.